No reforms no election ina faida kubwa sana kwa Watanzania, na kama Watanzania wataamua kuipambania, hakika matunda ni makubwa kuliko hasara, kwa sababu e, matunda yatakayokwenda kupatikana, matunda ya kwanza kabisa ni kupatikana kwa viongozi ambao ni chaguo la wananchi, sio chaguo la tume, sio chaguo e, ni la afsa wa uchaguzi. Hapana, ni chaguo la wananchi. Sasa faida ya pili, baada ya kupata vi viongozi ambao ni chaguo la wananchi, watatambua bayana kwamba wanapaswa kuwajibika kwa waliowaweka madarakani. Mbunge anapowekwa madarakani kwa nguvu ya umma, I mean, kura za wananchi, atawaheshimu wananchi na atafanya juu chini kuhakikisha wananchi wanaendelea kujenga imani naye, kwa sababu wananchi wakipoteza imani naye atashindwa kupata uhalali wa kurudi kwenye nafasi yake. Sasa hayo ni matunda ya pili, lakini matunda ya tatu ambayo wananchi watanufaika nayo, rasilimali zao zitasimamiwa vizuri, kwa sababu watakuwa na uwezo wa kumuwajibisha kiongozi husika. Lakini matunda mengine ni kwamba wananchi watapata mwakilishi aliye bora wa mawazo yao, maoni yao. Kifupi, mwenyekiti wa mtaa, mwenyekiti wa kijiji, diwani, mpaka rais hapaswi kuwa na maoni binafsi, isipokuwa anapaswa kuwa na maoni ya wale anaowawakilisha. Mbunge kabla ya kutoka jimboni kwenda bungeni, anapaswa apeleke maoni ya jimbo sio maoni yake aliyokaa na kujadili na marafiki zake, au wenza wake, au mwenza wake. Mwenyekiti wa mtaa au mwenyekiti wa kijiji, kabla ya kwenda BMK, baraza la maendeleo ya kata, anapaswa akutane na wananchi, asikilize kero na maoni ya raia wake, kwamba kipi kinahitajika. Tuna uhitaji wa zahanati, tuna uhitaji wa shule, tuna uhitaji wa daraja, kipi kianze kati ya hivi vipaumbele kwa sababu inawezekana sehemu fulani wanahitaji umeme na wanahitaji na maji. Sasa bajeti iliyopo haitoshi zote kwa wakati huo, kipi kianze na kipi kifuate? Wanapaswa watoe maoni wananchi. Kwa kitu, cha, kitu pia ambacho e, Watanzania watafaidika nacho, kama hii no reforms no elections itafanikiwa pakubwa, kwa nguvu yao, maoni yao na mawazo yao yataheshimiwa na yatathaminiwa. Kitu kingine ni kwamba sheria zitazingatiwa. Uwajibikaji wa viongozi utakuwa mkubwa kuliko kwa sasa tunavyodhani. Tumeshuhudia pakubwa, hata sheria ambazo zipo straight zinaeleweka kabisa, wanakwambia hiyo sheria achana nayo. Tumeshuhudia viongozi wakitoa matamko magumu magumu ambayo kwa roho nyepesi ni mabaya. Tumeshuhudia wateuro wa rais wakitoa matamko kwa raia ambao ndio waajiri wa mwajiri wake kwa sababu rais kwa lugha nyepesi ni mtumishi wa wananchi wake, sio bosi, sio mheshimiwa wa raia wake. Hasa kama mimi ni raia wa Tanzania, nimemwajiri Samia Suluhu Hassan ili yeye akanifanyie vile ambavyo mimi nategemea, nimemwajiri aniletee maendeleo. Mteuro wake anapokuja kunibeza mimi, tafsiri yake ni kwamba nilikosea kumchagua niliyemchagua. Sasa tunashuhudia kauli mbaya. Nitakupa mfano wa kauli moja. Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila alikaririwa akimjibu mjamzito mmoja kwamba kama umekosa vifaa vya kujifungulia, nadhani vilikuwa vina gharimu elfu sitini, basi fungasha, urudi ukajifungulia kwa kwako. Mjamzito ambaye kwa ruha nyepesi tunaweza tukasema ni special case, anapaswa kuzingatiwa pakubwa kwa sababu amebeba dhamana ya yeye mwenyewe na amebeba dhamana ya kiumbe kilichotumboni, anajibiwa hivyo. Tafsiri yake ni kwamba raia wawili wamejibiwa hivyo, yeye na kiumbe kilichomo. Sasa mtu anajibu majibu kama hayo, yeye anatembelea gari la zaidi ya milioni mia tatu ambazo hizo fedha ni sehemu ya kodi za raia wa Tanzania elfu sitini anamjibu raia kwamba kama huna kajifungulie nyumbani, yeye anatembelea gari na milioni mia tatu milioni mia nne. Tafsiri yake ni kwamba hawa tulio nao wanashindwa kuwajibika kwa raia, wanakuja kuwajibika kwa, kwa waliowateua. Sasa wale waliowateua right, wangekuwa wanawajibika kwa raia, haya yasingetokea, haya yasingetokea. Yes, lakini matunda ya mwisho ambayo watanzania watayapata, watanzania wataheshimiwa Watanzania wataheshimiwa sana kwa sababu e, tunaamini kwamba anayekulisha anao uhuru wa kukushindisha njaa. Sasa kama wanaomlisha rais Samia Suluhu Hassan ni Watanzania, rais Samia Suluhu Hassan anao wajibu wa kuwaheshimu Watanzania. Kama bosi anakuheshimu, maana yake mteule wa bosi atakuheshimu maradufu, kwa sababu wewe ni bosi wa bosi. Tunaelewana? Kwa mantiki hiyo, hii no reforms no election kama ikiungwa mkono na watanzania sehemu kubwa sana wakafanikisha, basi watanzania watanufaika pakubwa kuliko ambavyo kwa sasa wananufaika. Ningekuwa sehemu ya ushauri ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo kupitia no reform no election, mimi ndio washauri e, mimi ningewaambia kitu kimoja kwamba wajielekeze pakubwa kutafuta kuungwa mkono na wananchi, wajielekeze pakubwa kutoa elimu ya uraia, ambayo kupitia chachu ya elimu ya uraia kwamba umuhimu eh, umuhimu wa uchaguzi halali, umuhimu wa uchaguzi bora na matokeo ya kuwa na uchaguzi bora ni yapi, watanzania wanaweza kuwaunga mkono sana CHADEMA lakini kama CHADEMA wakidhani wao kama wao wanaweza hawataweza, kwa sababu e, peke yao idadi yao sio kubwa. Kwa hiyo ili wapate ushawishi mkubwa, lazima huku chini, sasa raia wa chini kuanzia ngazi e, ya kitongoji kwenda mpaka taifa, wapate sapoti kubwa. Kwa hiyo, ushauri wangu mkubwa ni kwamba wajielekeze pakubwa, washuke chini kwa wananchi, ikiwezekana waanze hata ile door to door wanapita kwa raia mmoja mmoja, wagawane majukumu kwamba wakati mwenyekiti wao aidha Tundu Lissu yupo ashumu Kigoma, e, makamu wake akiwa Dar es Salaam eh, katibu mkuu akiwa jijini Mwanza, naibu katibu mkuu akiwa Mbeya, wale viongozi wa mikoa sasa wajiorganize na wale viongozi aidha wa majimbo e, au wa wilaya washuke chini kwa viongozi wao wa kata waanze kupita mlango kwa mlango kutoa elimu hii ya uraia kwamba ee, umuhimu umuhimu wa kuheshimiwa kwa kura yao, umuhimu wa kuthaminiwa kwa kura yao, na umuhimu wa kura yao kuwa na maamuzi thabiti. Sasa lazima wawambie madhaifu yanayotokana na kuwepo kwa tume hii ambayo inapigiwa kelele sasa ambayo inapigiwa king'ola, kwamba kutokana na mifumo tulizo nazo, madhaifu yake ni haya hapa. Wewe bibi, wewe mtoto, ukipelekwa kituo cha afya, yale waliyokwambia yatakuwa sio wawambie mabibi yote ya taifa hili, na wawambie bayana kwamba nani anayesababisha na kwa nini anasababisha. Naamini kwamba wakipita mlango kwa mlango CHADEMA wakamwelekeza kila raia, raia anao uwezo wa kutambua. Unajua eh, Watanzania sio wengi wanaofuatilia taarifa za kimtandao, sawa sawa. Kwa hiyo ili waweze kupata taarifa zaidi especially kwa o, kwa, o, kwa wale ambao e, wanakaa maeneo ya vijijini sana, ambapo aidha mtandao ni shida au pia uchumi wao bado haujawaruhusu kumiliki simu janja, ni muhimu kutambua kinachoendelea, kwa sababu viongozi wa ngazi za chini wa chama cha Chadema bado hawajaanza kupita mlango kwa mlango na naamini wakifanya hii inaweza ikawafikisha sehemu ambayo ni rafiki.